Mpendwa mtazamaji ni siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata katika kitabu cha Danieli sura ya tatu aya ya 14 hadi ya 20 na aya ya 24 hadi ya 25 na ile ya 28. Ni habari za vijana watatu ambao walikuwa ni Waisraeli walipelekwa utumwani Babeli na wakiwa huko, mfalme Nabukadreza akataka vijana ambao walikuwa wana akili nzuri aweze kuwatumia katika ufalme wake. Wakachaguliwa vijana hao ambao walikuwa ni Shadrach, Meshaki Abinegro, na pia Danieli alikuwa katika kundi hilo wakapelekwa katika kambi ya maafisa wa usalama wa mfalme Nebukadreza, wa ili waweze kulishwa vyema kwa chakula kikuu cha yule mfalme ambacho kilikuwa kinatoka katika meza yake. Wao wakakataa kuweza kujichafua katika kula kile chakula, wakamwambia tunakuomba, tunaomba ninyi wasimamizi, mtupatie chakula cha kawaida kabisa, mtumpatie mtama na maji nasi tutakula, hatutaki kuweza kujichafua kupitia vyakula hivyo. Wakala wakashiba, na baadaye wakaonekana ni wazuri zaidi, wana uwezo zaidi. Ndipo wakachukuliwa wakapelekwa kwa mfalme Nabukadreza na yeye na pia akaweza kuwatumia katika mambo ya serikali yake. Na katika habari hizo, mfalme huyu Nabukadreza yeye alikuwa akiabudu miungu Akajenga siku moja mnara mkubwa sana wa dhahabu na sanamu kubwa. Akawaita watu wote katika ule ufalme, akawaambia kwamba siku mtakaposikia tarumbeta na zeze na ngoma, wote angukeni mweze kusujudia, na ndivyo mnavyopaswa kuweza kutoa heshima hiyo katika miungu hii ambayo nimeiandaa, na ambaye hatafanya hivyo atapata adhabu kubwa ya kifo. Lilikuwa ni gwaride kubwa, yaani maafisa wote wapo pale, hawa Shadrak, Meshaki na Abednego wakiwa ni mmojawapo ya viongozi wakuu katika serikali ile. Wakiwa pale, ndipo wakaalikwa katika hiyo ibada. Huyu ambaye alikuwa ni Nabukadreza naye amefika hapo, walipoanza ile ibada yao ya kuweza kumsujudia ile sanamu. Hawa vijana wakasema kwa mfalme, wakasema hivi: Mungu wetu sisi, hatuwezi kumsujudia, kwa sababu tunamjua Mwenyezi Mungu ambaye yeye anatuokoa, na vile pia tunajua kwamba katika amri zake amesema tusije tukabudu miungu wengine, na hiyo ni amri ya kwanza. Ingawa walikuwa nje ya Yerusalemu, waliweza kutii na kuweza kushika amri za Mwenyezi Mungu tofauti na watu wengine ambao wakitoka tu nje ya nyumbani kwao, wakitoka tu nje ya kanisa, wakitoka tu nje ya mahali ambapo watu wanawajua, wakifika huko lazima watende dhambi. Wao walishika amri za Mwenyezi Mungu kuto kuabudu miungu wengine hata walipoka katika utumwa, walipoka mbali na Yerusalemu. Na hilo nifundishwe kwa vijana, hata kama umetoka umeenda mbali na nyumbani kwako umetoka mbali na kanisa lako, uko huko ambako hakuna mtu mwingine anayekujua, usije ukaingia katika dhambi ya kuvunja amri za Mwenyezi Mungu hata mara moja. Yaani, Shedraki Meshaki na Abednego waweze kuwa ni walimu wako wazuri kuweza kusimama katika msimamo huo, wakazungumza wakasema, Mungu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Ndipo yule mfalme Nebukadreza akaamuru eh, maafisa wake wachochee tanuru kwa moto zaidi ya vile viwango ambavyo huwa wanachochea, na baadaye wakawatupa wale vijana watatu katika ule moto, yani Shadrack Meshak na Abednego wakawatupa kwenye ule moto. Na wakiwa ndani ya ule moto wale vijana wakaanza kusali, wakaanza kuimba zaburi wakimhimidi Mwenyezi Mungu kwa maneno haya wakisema, umehimidiwa wewe Bwana Mungu wa baba zetu wastahili kusifiwa na kuadhimishwa milele, limehimidiwa jina lako takatifu tukufu, la stahili kusifiwa na kuadhimishwa milele. Hawakuanza kuimba nyimbo za Mungu wangu mbona umeniacha, hawakuanza kuimba nyimbo za navumilia tu navumilia tu, walianza kumsifu Mwenyezi Mungu katikati kati ya moto, na ndipo Mwenyezi Mungu, wakiwa katikati kati ya tanuri mle ndani, moto unawaka Mfalme Nabukadneza akastaajabu sana, akainua macho yake, akaona mle ndani kuna watu wanne na sio watu watatu. Mwenyezi Mungu akawakinga wale vijana na ule moto. Ndipo mfalme Nabukadneza akawaita mawaziri wake, akasema, je, hatukuwaweka vijana watatu? Mbona ninawaona eh, watu wanne ndani ya ile ta tanuru la moto? Basi ndipo akawatoa wale vijana watatu wakiwa wazima, hakuna hata unywele mmoja uliweza kuungua. Nabukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego, aliyewatuma aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake wanaomtumaini. Akaligeuza lile neno la mfalme ambalo alikuwa amelizungumza juu yao, yaani hawakuweza kuungua hata mara moja, kwa sababu walimtumaini Bwana Mwenyezi Mungu, katika kipindi kigumu unachopita mtumainie Bwana, hata kama upo katikati ya watu ambao wenyewe hawamwamini Mwenyezi Mungu, hawawezi kukuamini juu ya kile unachokiamini wewe, wakapanga mabaya juu yako, weka tumaini lako kwa Mwenyezi Mungu, usianze kujiingiza katika dhambi za kuabudu miungu wengine. Yaani katikati ya ajira na wewe unaingia katika dhambi za kuweka mazindiko ndani ya ofisi yako kati kati ya wafanyabiashara wenzako unaingia katika dhambi za kuzindika biashara yako, unaanza kuabudu miungu wengine, umeacha imani yako ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa nayo. Kati kati ya maisha ya ndoa na unaingia katika dhambi, sijui ya kufanya baadhi ya mambo mbalimbali, ili mume wako aweze kutulia. Usiingia katika kwanza kuabudu miungu wengine. Ukiwa mbali na nyumbani kwako, mtumainie Mwenyezi Mungu. Yeye Mwenyezi Mungu, ukiwa kati kati ya majaribu, atamtuma malaika zake wakulinde katika hali mbaya, kama alivyofanya kwa wale vijana watatu. Na baadaye utaweza kugeuza pia hasira ya yule ambaye alikuwa ni kiongozi wako, alikunenea maneno mabaya juu yako, ile maneno mabaya ambayo alikuwa ameyageuza, atakapoona Mungu alipokutetea juu yako wewe, kwa sababu katika kila changamoto ngumu unayoingia, Mwenyezi Mungu ameruhusu upite katika changamoto hiyo, ili wale watu wote wabaya wako watambue kwamba Mwenyezi Mungu amekubariki. Amekubaliki. Mwenyezi Mungu aliibua changamoto kubwa juu ya Meshach, Shadrach na Abednego ili watesi wao waweze kutambua kama Mwenyezi Mungu amewabariki, amewapusha katika ule moto. Na Mwenyezi Mungu, katika neno la leo, unaposimama imara maadui zako wote wajua kama Mwenyezi Mungu amekubariki. Katika kusimama kwako imara ulivyomtumania yeye akubariki na kulinda. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.